Ayubu Hinjo, matumizi wa uh, uh, wa uh, ya wachezaji kwenye mchezo wa Nsingizini, kuna namna ambavyo kocha manager Dimitar Pantev ametengeneza kitu kipya kwa kutumia wachezaji tofauti na ambavyo watangulizi wake walikuwa wakiwatumia, ukirejea tangu kwenye mchezo ambao alicheza dhidi ya Simba hmm, alitupa sifa ambayo ulikuwa unaisubiri kuiona kwenye mchezo huu. Uh, alisema anafahamu aina wapinzani ambayo anacheza nao, kwa sababu alijaribu kuweka muda wake kufuatilia, manake alijaribu kuangalia uh, Simba ina udhaifu gani na ubora wake huko wapi na ye aingie kufanya kitu gani wanjani. Ukijaribu kutazama pia kikosi ambacho alikichagua kuanza nacho dhidi ya Nzingizini hmm. Unaona kabisa ni mtu ambaye kuna kitu alijaribu kukisoma zaidi kwa upande wa Nzingizini. uh, Nzingizini ina wachezaji hasa kutokea katikati mwa uwanja kwenda kwenye eneo la pili, ambao kwanza kiwezo binafsi wako vizuri. Mavuso unamzungumzia Sizwe Yeki, ambaye ndiye MVP, unakwenda kumweka na mshambuliaji wao ambaye ni mpya msimu huu Joel, ambaye amesajiliwa, mganda huyu. Ni wachezaji watatu ambao kama wanakaa na mpira na kufikiria zaidi ya sekunde tano, mm, timu inakuwa kwenye matatizo makubwa. Kwa hiyo maana yake alijaribu kutafuta uwiano sawa wa timu yake isipokuwa na mpira na ikiwa na mpira wafanye kitu gani. Ndio maana unakuja unagundua Simba ilicheza na namba kumi watatu uwanjani, kwanza kuhakikisha kwenye nafasi finyu wawe na uwezo wa kuzifungua zile njia uh, unamzungumza Joshua Mutare, Jean Sharaua na Nio Maema hawa hmm. ni wachezaji ambao walikuwa wanacheza zaidi ndani kuliko kwenye mapana ya uwanja alibaki Elimu Panzo peke yake ambaye alikuwa anatanua zaidi pengine kujaribu kuifungua njia, sababu beki namba mbili Kosingipile ambaye ni center back kwenye mabeki watatu alikuwa anacheza zaidi pembeni kujaribu kumkaba Mpanzo, pengine zile half space ziweze kutumiwa vizuri na wachezaji wa Simba. Ndio maana baada ya, ya, ya, ya, ya, ya kufanya mabadiliko tulienda kuona kasi ambayo kinga mkono amezungumza, hmm. kitu ambacho kilikuwa kinakosekana Simba kipindi cha kwanza walikuwa wanatabirika kwamba mpira upo, upo kwa kamara hivi sasa, basi pasi yake itaenda pale, kwa sababu ya namna ambavyo movement zilikuwa zinafanyika. Lakini baada ya kuingia Morris, baada ya kuingia Kibu, namna ambavyo Joshua Mutali alijaribu kuchange uh, gemu yake, namna ambavyo nio Maema alijaribu kuchange pia gemu yake, ulikuwa unaweza ukaona kulikuwa na utofauti mkubwa sana na balans nyingine kwa makocha wa kisasa. Uh, ukijaribu kutazama karibu kwenye timu zote uh, makocha wengi wanapenda kuwa na senta baki ambaye anatumia mguu wa kushoto ili kuweka uwiano sawa wa timu yake mm. Wilson Nangu, nafikiri mashabiki wa Simba wengi walishangaa kwa nini Shamu ajaanza uh, kwenye mchezo huu kwa sababu tumezoea pacha ya Roshain sambamba na Shamu kwa uh, mm. michezo mingi mm. ambayo wamecheza, kwa hiyo mm. kocha alijaribu kutafuta uwiano sawa, mtu anayetumia mguu wa kulia kucheza upande wa kushoto wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuweza kudili na mguu wa kushoto yeah, ndio sehemu yenye udhaifu wake tunasema. Kwahiyo, yeah, ukiwa na mtu ambaye anatumia mguu wa kushoto katikati na mtu mwingine anatumia mguu wa kulia katikati, maanake kuna balansi nzuri umetengeneza pale ambapo mtashambulia na kushambuliwa. Kwahiyo ilikuwa ni assignment nzuri kwa kocha uh, Dimitar menaja ambaye tuna, tunaweza kusema amefanya vizuri sana kwenye kusoma mpinzani ambayo yuko naye na kubwa zaidi kuweza kuwa na wachezaji wengi kwenye kila tukio. Kilichokuwa kinanishangaza zaidi kwa kipindi cha pili tofauti na kipindi cha kwanza, Simba ilikuwa na watu wachache sana kipindi cha kwanza kwenda mbele, labda kujaribu kuhofia ku, namna gani Nsingizini wanaweza wana kuchukua mpira na kupiga pasi za haraka kwenda kwao. Lakini kipindi cha pili ulikuwa unaona idadi ya zaidi ya wachezaji wanne mpaka watano wanasogea kwenda kwenye eneo la kushambulia, na kuwa na options nyingi sana pale ambapo watapasiwa. Ah, kingine ambacho nilikiona ukaribu zaidi uwanjani. Ukitazama mstari wa walinzi wa kati Russian na Nangu walipokuwapo, kamera yupo karibu yao. Kamera yup, yup, yupo karibu sana na Auwa, yupo karibu na Mutari, yupo karibu na Mayama, yupo karibu na Mpanzu, yupo karibu na Mwalimu. Maana yake ni kwamba kwanza uh, uhakika wa kucheza, kuondoka kwenye maeneo ambayo yamebana. Kingine timu ikipoteza mpira hakuna umbali mkubwa sana wa kukimbia kwenda kutafuta, kwa sababu tayari mpo karibu karibu, mna uwezo wa kuzuia nafasi. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo jema sana kwa, kwa upande wao. Mabao matatu kwenye mchezo wa kwanza nafikiri yanatosha eh, kuhalalisha kwamba wapo kwenye hatua nzuri zaidi kwenda kwenye hatua ya makundi sasa. Ila eh, tunafahamu mpira Simba, eh, wenyewe waliwahi kufungwa mabao manne, lakini wakaenda kushinda mabao matano matano ugenini dhidi ya Mufulira. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mechi bado haijakamilika mechi bado haijakamilika. <laughs>